Naitwa Hafsa Sali Mgonja, natoka taasisi ya uhasibu inaitwa Chanzo Consultants. Kwa jina inaitwa Hassan Ali Hamdu, natokea shirika la bandari Zanzibar. Nipo hapo kwa ajili ya kujifunza kodi kupitia ZIAAT. Kitu cha kwanza kilichonishawishi kujiunga na kozi ya ZIAAT, kwanza hivi kuongeza kwa ujuzi wangu, afu baadaye niweze kuwa mwalimu ambaye nitakweza kunufaisha wanafunzi wengine na watu wengine baadaye, ao nitaweza kujua kodi kwa ajili ya maendeleo ya ya nchi yangu. Mafanikio ya kwanza nipate certificate, niwe kwanza mtu ambaye satisfied, ambayo baadae nitatoa ushauri kwa makampuni, watu binafsi na wanafunzi, alafu niwe mtu ambaye nitashauri kodi kwa kwa umakini zaidi. Matarajio makubwa mafanikio makubwa nitayopata hapo baada ya kuweza kozi ya kodi, likuwa mshauri mzuri wa kodi katika nchi yangu na kuweza kuwashawishi wengine ya kusoma kodi kwa sababu kodi sisi tuna tuna tunaichukulia tuna, tuna kwamba mfano kama kuna, kuna, kuna, kuna ukakasi wa kodi ya Zanzibar na kodi ya bara. Kwa hiyo kuja kujifunza hapa nitapata kujua kumbe kodi inaokusaa TRA iko kinamna gani na kodi inaokusa na ZRA iko kinamna gani, na, na, hiyo na wanasi wenzangu kuja kusoma kodi ili kujua kodi ambazo zinachajiwa na nchi yetu, na shauri wanafunzi walomaliza kidato cha nne, cha sita na wafanyakazi waje kupata taaluma ya kodi kupitia ZIAAT, ili uweze kuwanufaisha baadaye, waweze kutoa ushauri wa kodi kwa ufasaha na umakini na kuweza kuongeza aini mwongozo katika jamii yani.